Tungependezwa kama wafanyabiashara, na sisi tu tuna access ya kupata tax position ya kikao mwenyewe ofisini kwenye tax ya poto, ili iwe rahisi kwa wewe mwenyewe ku reconcile na kuenda baadaye, kama unataka ku reconcile na mifumo ya TRA kuja huko kwenye position gani. Unaweza kaomba tax position sasa hivi TRA ukapata tax, tax position, tax position ya kipindi mpaka hichi, mkaya address yale mambo ambayo umeona kwenye tax position kwamba hili ndio lilikosewa, hili liko sahihi, hili liko sahihi, mpaka tupofikia hapa ndio tupofikie tukosehemu zote lakini inapopita miaka mitatu minne mitano mbeleni, mtu anaweza akarudi tena kwenye lile lile jambo ambalo ambao limesha miaka ya nyuma iliyopita. Jambo lingine lilikuwa ni kama ushauri tu, kama mnaweza mkaintegrate system zenu za tax payer portal na software za uhasibu ambazo watu wanazitumia. Hii itasaidia ku reconcile ma, matumizi ya mtu anayotumia kwenye, akitoa tu receipt za team namba akitumia team namba yake directly, kama inavyo reflect ya, kwenye system za TRA ikaje ka reflect na software ya mteja anayotumia. Kama sasa hivi mfano mzuri system ya TRA mfanyabiashara haizi akajua manunuzi yake ambayo yako kwenye system ya TRA. Yeye atajua kwa zile receipt tu anazozipokea. Ya mwisho ni wafanyabiashara wengi wanapata tatizo la cash flow. Cash flow. Flow sio nzuri, hasa hasa, yani kwamba liquidity ya pesa ni kwamba kuwa na pesa kwenye account inakuwa ni very limited, ni yani kwamba anapata pesa mtaji wa kununua kufanya biashara na hana pesa ambayo anaweza akailipa kwa wakati huo. Tunaomba kama mngeweza kutoa elimu zaidi kwa wafanyabiashara kuhusu, mara nyingi wanapoingiza mizigo kutoka bandarini, kwa ruhusa, kama mtu ana uwezo wa kulipa kwa wakati huo, akapata elimu ya kwamba kumbe unaweza nikaomba installment payment kwamba mzigo wangu ukafika, nikazalisha, alafu nikalipa ile kodi. Na ustahili amezungumza hapa DC kwamba tuna mfumo mpya ambao kwanza utaleta usawa, kwa maana utakuwa na taarifa nyingi, kwa hiyo hata assessment ukitolewa ni ile ambayo ni ya halali, kwa sababu ina taarifa za kutosha. Lakini utaondoa usumbufu, vitu vingi unaweza kuvifanyia ofisini kwako, hata la kujua position yako ya madeni. Mfumo unaitwa tutaanza utaanza kazi januari 2026 ukianza haya yote uliyoyazungumza yatakuwa ni historia kwa hiyo tu- tukae tukisubiri kwamba kuna kazi inafanyika ya kuhakikisha mfumo unaanza na uta address changamoto nyingi zikiwemo hizi ulizozungumza swala so, la watu ambao wana shida ya cash flow nalijua na nafikiri manager umekuwa ukitoa tax statement sisi hatutaki kuua biashara ya, ya ukiwa una genuine concern ukaja kwa manager akakusikiliza hata kuruhusu ulipe kidogo kidogo, ili biashara yako iendelee. Hilo tunalifahamu. Sasa tunawezaje kuliweka kisera zaidi? Nafikiri kuna tume ya Mheshimiwa Rais ambayo inafanya kazi ikitoa mapendekezo yake, inaweza ikaja na mabadiliko ambayo tunaweza tukayafanyia kazi. Sasa, kwa sababu hakuna changamoto nyingi, na mimi nimefurahi kwamba nimepata mrejesho. Uh, niliwaahidi tu jambo moja kubwa kwamba kwanza TRA itaendelea kutekeleza maagizo yote ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Yote aliyoyatoa, alitoa mengi yakiwemo ya, ya fuatayo. La kwanza, alituagiza tujenge urafiki na walipakodi tunataka nyiye muendelee kuwa washirika wetu, lakini tunataka tuwaamini kwamba hamkwepi kodi, unless kwa wale wachache tutakao wabaini, ili na nyiye mtuamini kwamba hatuwaonee. Mheshimiwa Rais alisema tutende haki, na katika kutenda haki alisema hataki tusimamie kodi kwa uonevu, na kuliondoa hili tumehakikisha moja, hakuna mtu tunayempendelea, lakini hakuna mtu tunayemwonea, na yule anayefikiri ameonewa tunampa nafasi ya, tuna ya kusikilizwa tena. Lakini alituahidi tukuze biashara, alisema tusiue biashara, ndiyo maana tunawasikiliza tekeleza agizo la Mheshimiwa Rais kwamba mkiwa na changamoto tuzitatue, na tutaendelea kuzitatua, na ndio maana tumekuja na dawati la biashara. Tusifanye kazi tu ya kutatua, lakini na sisi tuwe sehemu ya kusaidia mkuwe zaidi na kuanzisha biashara nyingine. Alituahidi tutoe huduma bora <clears throat> lakini ili kutoa huduma bora yeye mwenyewe mheshimiwa rais akaridhia tuajiri watumishi wengine na watumish na ninayo furaha katika watumishi ambao tumeajiri ndani ya mwezi huu, watakuja wengine ambao watafanya kazi kama sisi. Wafanyabiashara tunaomba sana tuendelee tu kutuboreshea mazingira rafiki, tuipende biashara yetu ksii hivi unavyoendelea endelea hivi tunatamani kufanye biashara zaidi ya hapa tulipo, kwa sababu tuwatazama mioyo ya wafanyabiashara sasa ina amani. Hiyo amani ndio tunayoitegemea kwao, ili mapato yenu yaendelee kukua zaidi, na wafanyabiashara wako tayari kulipa kodi kwa hiari na wanatekeleza bila malalamiko, tunawaona na wanaendelea kufanya vizuri, na sisi sekta binafsi tunaendelea kufanya hivyo kuwasikiza kufanya kulipa kodi na wanakuwa tayari kulipa kodi.